Akizungumzia namna walivyopata ajali, wa hiyo aliyekuwa mratibu wa uhamasishaji wa baraza la vijana CHADEMA Taifa, Bwana Twaha Mwaipaya amesema tulipofika Mataa ya Tumbaku, gari yetu ambayo ilikuwa ni gari ya PA ilikuwa inajaribu ku overtake msafara ili iende iende mbele ili iweze ku, ku, kuongoza msafara, kwani ndio kazi yake basi ghafla ile ilipotoka kwa mbele, likutana na kizingiti cha barabara, ambako uh, dereva alikivaa uh, kile kizingiti, na gari yetu iliruka ikahama, ikaenda upande wa pili, ikawa imeenda imejigonga kwenye gari ambalo ilikuwa limeegeshwa uh, petrol tenki, la mafuta ya petroli. Kwa kwa hiyo, baada ya, baada ya pale, uh, kwenye gari ile tulikuwa tupo watu wanne, kulikuwa kuna dereva, kulikuwa kuna DJ pamoja na mlinzi mmoja, na mimi kama ni mkuu wa msafara wa gari ile ya PA, gari ya matangazo. Tunashukuru tumeshapatiwa matibabu hapo kwenye hospitali inaitwa Nanguji, Morogoro mjini. Tunashukuru wote waliotukimbilia kwa ajili ya kufanya uokoaji na tunashukuru wote kwa namna moja au nyingine ambao wamekuwa pamoja nasi mpaka saa hizi. baada ya hapo wote tulikuwa tumepata maumivu madogo madogo na michubuko kidogo. Kwa hiyo wote tulipelekwa hospitali, kwao tunaendelea vizuri, tumepata matibabu. Kwa upande wake Barnabasi Siokola ambaye ni katibu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA mkoa wa Morogoro, pamoja na kueleza kusikitishwa na ajali hiyo, lakini pia akazungumzia namna ya mkutano wa makamu mwenyekiti wa chama taifa. Kimsingi kila kitu kinaendelea kama kilivyo. Msafara wa makamu umeelekea Mlimba wilaya ya Kilombero jimbo la Mlimba katika kata ya Igima ambao mkutano unaendelea. Hii ni ziara ni ya siku mbili, ziara ya taifa ya siku mbili katika mkoa wa Morogoro na majimbo yake, maana yake makamu anakuwa kama nilivyowaeleza. Lakini pia kuna msafara wa katibu mkuu ambao utafanya mkutano Mtibwa, Mvomero, jimbo la Mvomero, utafanya Magua, Kilosa, na utaenda kumalizia Gairo kesho. E, mkutano wa katibu mkuu utakuja kufanya mkutano Dumira pamoja na Kimamba, Kilosa, utakuja kumalizia Morogoro mjini. Kwa hiyo ukiangalia ile gari na ukiambiwa kuna watu wametoka ndani ya gari ile, sisi tunasema Mungu bado anatupenda sana. Bahati nzuri kiukweli kabisa, tuwapongeze hata hawa hata, hata, hata polisi eh, kwa sababu na trafiki walifika pale kwa wakati, tulikaa nao wakapima eh, na, na bahati nzuri tukafika, tuka makubaliano na yule bwana ambaye gari yetu ilimletea ili, ili, ili shida. Maki ile semi ilikuwa imepaki tu na kwenye dereva ya semi kulikuwa hakuna mtu. Ingekuwa sio ingekuwa sio ile semi sijui ingekuwaje, maana ile gari ingepinduka zaidi na walikuwa kwenye gari, sijui ingekuwaje inge. Ni viongozi mbalimbali wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA wakizungumzia masuala mazima ya ajali iliyokumba msafara wa makamu mwenyekiti wakati akiwa maeneo ya Morogoro kuelekea kwenye wilaya mbalimbali mbali, ili kuweza kuzungumza na wananchi, hasa katika masuala mazima ya kukiimarisha chama hiki cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, mimi ni Sifuni Mshana wa ITV.